Tangu huyu jamaa anaitwa Zakayo aingie na mambo yake ya bottom up, ushuru umetoka bottom umeenda wapi up? Tangu aingie mambo ya uongo. Alikuja taita Taveta akadanganya ati atamaliza shida ya maji taita taveta mzima. Tu mzima springs tu alisema mwaka jana ataunganisha, hadi sasa mmepata maji hapa kweli? alisema eti hii kaunti ya Taita Taveta, karibu nusu iko kwa ile game park, na alisema 40% atawarudishia. Jamani, alisema watoto wa Taita Taveta wakiandikisha KWS, mutapewa 40%. Mmepata? si ni uongo tupu. Hivo ndio sababu tumesema Ruto na uongo wake aenda siende. Ufisadi pia umetoka boto umeenda wapi? Ah, ameuza kila kitu sasa macho yake yako pwani hapa hapa kwenu peke yake ndio kuna ekari milioni moja. Hakuna Kenya unaweza pata milioni moja acres hapa, Galana Kulalu, milioni moja acres zenu ziko zinaenda. Bandari hii ya Mombasa, hapo analenga macho kule bandari ya Mombasa inaenda, hata ile poti ya Lamu inaenda. Watu wa pwani musipoungana na Wakenya wengine